Kumekuwa na malumbano makali ya mtandaoni mijadala ya hadharani baada badala, badala ya serikali ya Tanzania kuwafukuza wanaharakati kutoka Kenya na Uganda waliokuwa jijini Dar es Salaam kufuatia kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema uh, Tundu Lissu. Hatua hiyo imezua ukosoaji mkubwa kutoka kwa baadhi ya raia wa Kenya, wakitafsiri kama jaribio la Tanzania kuficha kinachoendelea dhidi ya wapinzani wake wa kisiasa. Wapo pia waliotumia maneno ya kudhalilisha dhidi ya viongozi wa Tanzania, hali iliyoibua hisia kali pia miongoni mwa raia wengi wa Tanzania. Kwa upande mwingine, baadhi ya wa Watanzania watetezi wa serikali wanasema ujio wa mwanaharakati wanaharakati yao ulikosa heshima kwa mamlaka za Tanzania na ulikuwa ni jambo la kuchochea vurugu au kuingilia mambo ya ndani ya taifa hilo. Hii imeibua maswali mengi kuhusu mipaka ya mshikamano wa kikanda haki za sheria na taswira ya kimataifa, mataifa ya Afrika Mashariki. Je, hili linaweza kuathiri utengamano wa kijamii na kidiplomasia kati ya Kenya na Tanzania? Na ni vipi tunatafsiri uh, nafasi ya wanaharakati katika majukwaa ya kisiasa ya nchi jirani? Ili kuchambua kwa kina hoja hizi nimemwalika studioni mwanaharakati wa Kenya, uh, Gidhu gidhuku Ndungi Kidhuku, kama jina lake nalitamka vizuri, mwenyewe atakuwa ananisikia na atanikosoa, na mchambuzi wa siasa Majid Mjengwa. Sina hakika kama Majid unanisikia wakati huu, na na na naarifiwa na hapa mshiriki kutoka upande wa Kenya imekuwa uh, imekuwa changamoto kumpata lakini sasa naambiwa naye naye ameungana nasi moja kwa moja. Habari za Dodoma, Majid. Nafahamu kwa Dodoma wakati tunamsubiri, eh, Gidhuku atusikia hapa. Njema kabisa Dodoma, kuna jua la mchana lakini vilevile vile kuna kuna kibaridi. Eh, Dodoma ina hali ya hewa njema sana eh, kwa kweli Gidhuku eh, karibu. Bila shaka na wewe nasikia umeungana nasi wakati huu. habari za Nairobi. Nairobi nasema ni kwema na si kwema, kwani tuko na hali ya ya wasiwasi -wasi kidogo, maanake hatujapata Boniface Mwangi. Ah, na hilo ndo hoja. hamjasikia lolote kuhusu mwangi wakati huu? Tumeambiwa jana anasafiri kwa basi kutoka upande mwingine wa nchi kuja upande wenu. habari za mitandaoni hizi ndio habari za mitandaoni zimekuwa zikisema ya kwamba uh, mara ameonekana central police station Dar es Salaam lakini hakuna mtu mwenye amepiga picha. Wakati huu tuko katika age, ama ule msimu wenye tukiona ndio tunaamini. Aha. Na kwa haraka haraka unaweza ukapiga picha na ukatuonyesha kwa hivyo hatujapokea picha yoyote ambayo inaonyesha kwamba Boniface Mwangi ameachiliwa Majid, lakini sasa hivi ndio tunasikia kwamba ndio aliachiliwa kwenye barabara ya kutoka Dar es Salaam kuenda pande za Taveta, lakini hatuna uhakika Majid, kuna habari gani kwa upande wenu huko kuhusu Mwangi? Majibu nataka mafupi mafupi, kwa sababu maswala yako mengi. Una habari yoyote kuhusu mwanaharakati huyu, anazungumzwaje Tanzania uh, na kama bado yupo Ne, ngugu kwanza nishukuru kwa kupata nafasi hii e, lakini kubwa zaidi mimi naliangalia k katika kiuchambuzi katika e, hayo ya matukio ya watu o, o, kama huyo wanayetajwa sina taarifa za karibuni, lakini ah. kubwa zaidi naloliona mm. ni hili la, la la la la kuzuiwa wengine nangesema wamefukuzwa lakini kuna watu kuzuiliwa kuingia katika nchi na hii inatokana na, na mikataba ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa. E, UN chapter. Kwa hiyo unaweza tukakiangalia kitaalam kwamba inasemaje mikataba mm. ya kimataifa inasema hivyo e, Umoja wa Mataifa unasema e, kwenye kwenye kwenye kwenye masuala ya ya nchi kuwa na, na hati miliki e, e, kuu e, kwa maana sovereignty udhibiti wa, wa, wa nchi unabaki kuwa kwa nchi husika sovereignty. Kwa hiyo hiyo ipo katika katika katika mikataba e, e, mkataba Umoja wa Mataifa kifungu namba mbili na e, moja kinasema hivyo, lakini kifungu namba mbili saba kinasema nchi ina ina mamlaka pia ya ku, kumruhusu mtu kuingia na hata aliyeingia kuambiwa aondoke e, kulingana na nchi yenyewe na, e, na sheria zake. Kwa hiyo inatambua sheria za uhamiaji za kila nchi mwanachama zote ziko sawa. Kwa hiyo sheria za uhamiaji nchi zote ziko sawa, kila nchi na sheria yake za uhamiaji. Majid, umeeleweka na bila shaka Uh, ndugi Gidhuku, yeye amekusikia. Yeye ni mwanaharakati hu, e, nyinyi ndo mmekua mkipiga kelele. Nimtafanulia tu Ngugi kwamba sheria yetu ya uhamiaji eh, kifungu eh, sura namba hamsini na nne inasema mkurugenzi wa uhamiaji ana mamlaka ya, ku, ya kumwingiza kumzuia mtu kuingia katika nchi kwa sababu ambazo anaziona yeye zina, zina maslahi ya, ya nchi Githuku, unasemaje kufuatana no. kauli hii, mnakiuka taratibu na bado bado mnashinikiza kwamba mwachiwe uhuru kwenda kusema lolote pale popote? Ye yeah, nakubali kabisa na ndugu anaposema ah, ya kwamba Umoja wa Mataifa kunayo kile kipengele ambacho kinaruhusu ah, watu wa wa, wa, wa nchi fulani kutembelea nchi nyingine na tunaona ya kwamba Bonifas Mwangi hakuingia Tanzania kwa njia ya uh, ya kinyume. Aliingia kwenye airport na stampu pale kwenye kwenye kwenye airport, na kufikia hapo ndio baadaye tukasikia kwamba ameshikwa na jeshi la polisi la Tanzania. Kwa hivyo hapo ndipo kizungu mkuu tikiko, mbona akashikwa? Mbona wakamruhusu aingie, na ilhali jaji mkuu wa zamani Wili Mutunga alirudishwa kutoka kwa airport. Aha. Kwa hivyo wangemrudisha yule boni kama hawangemtaka bila shaka yote... mbona wamruhusu sasa naona ni kama bila shaka yote ni kama yote... rais wa Kenya na wa Tanzania wanazungumza ili Boniface awekwe kule kwa sasa... na tunasema William Ruto aongee katika kulisema hilo pia ngudu kwamba sheria ile ya uhamiaji ya nchi husika e inapompa mamlaka mkurugenzi kuona kwa mfano katika hali ambayo Boniface ana, anaandika yeye sababu kwenye fomu. Kila anayekuja katika nchi ya Tanzania anajaza fomu kama ilivyo Nairobi. E, unaposema kwamba wewe unakuja kwa sababu za utalii e, nchi yetu labda haina, haina utalii wa mahakama e, na lazima useme ukweli e, umekuja kwa ajili ya harakati za, za, za, za kisiasa au za kisheria kuliko kuandika kwamba unakuja kama mtalii alafu unafanya shughuli nyingine. Alikosa pia Majid, ndio sababu iliyoandikwa na upande wa Boniface, au unahisi inasema taratibu vile nayosema well. Kama, kama, ina hmm. Eh, ndio kama alijaza fomu akisema kwamba anaingia kama mtalii, mbona hajafikishwa mahakamani akaweza uh, kuwekwa Mana kesi? Maanake sisi tunasema Boniface yuko wapi, swali ambalo tunauliza tukiwa Wakenya tunauliza Boniface yuko wapi? Yeye ni Mkenya, yeye ako na pasipoti na ameingia kwenye nchi jirani ambayo ni nchi ndugu. Aha. Kwa hivyo tunasema ya kwamba sheria ifuatwe, apelekwe mahakamani ili tuweze kutuma mawakili wetu waweze kufanya kesi. Lakini kumficha inamaanisha la wa... ya kwamba hii ndiyo ambayo huku tunapigana nayo, mambo ya abduction ambapo e, rais wa nchi fulani anaweza kuondoa wakati wowote. Tunataka tu ukweli, sio swala la sheria ya hii. Anasema kwamba mkurugenzi wa uhamiaji anaweza kumrudisha e, mtu aliye ambaye anaona kwamba hatakiwi kuingia katika nchi, sio rais wa jamhuri, mkurugenzi, kwa mujibu wa sheria. Majid, nashukuru kwa ufafanuzi huo. Mimi ndio mwenyekiti wa mjadala huu, kila mtu akisema tutakuwa hakuna kitu kinachoeleweka hapa. Na nakuja no. kwako, gidhugu no. Kenya mnaonekana mki eh, nikisema mna, mna, mna, mna, mnaonekana kutumia lugha kali dhidi ya viongozi wa Tanzania katika harakati zenu, na ndio hapo linapokuja neno la kwamba hakuna uhuru wa sio mipaka. Upande mwingine wanagadhibika kwa hii. Kwanza, kwa nini hamna namna nzuri pengine ambayo ya kukosoaji ambayo pengine wengine wanaweza ah, kusema kuna ustarabu hapa? Kwa upande mwingine, naam, naweza nikasema ya kwamba sisi kama vuguvugu vugu, ambalo linaendesha mambo ya kumuitisha Boniface Mwangi, tunatumia lugha ambayo inafaa na tunasema ya kwamba ile jambo ambalo tunataka ni kuambiwa Boniface yuko wapi, na tunasema kwenye hashtag free Boniface Mwangi, na tuko naye dada mwingine pia anaitwa Agatha Atahaure. Sasa tunasema ya kwamba kunao watu ambao labda eh, hisia zao ni za kutumia lugha ambayo watatumia, lakini hawako pamoja nasi. Wao ni watu ambao wako na haki na uhuru wa kujieleza na wako na uhuru wa kusema mambo ambayo wangetaka kusema lakini sisi tunakwamia pale pale, yuko wapi Boniface Mwangi? Kwa hivyo wakiweza kumwachilia basi, hawa vijana wetu nao pia wataacha kutupa maneno ambayo labda hayana heshima. Majid, wakati Gidhugu akitoa hoja hiyo, wapo wanaosema, Tanzania inaonekana kupunguza nafasi ya upinzani na kujifungia dhidi ya uh, sauti za nje. Eh, unakubaliana na, na, na mtazamo huo kwa hali ilivyo sasa na namna mambo yanavyokwenda? Hakuna eh, sauti za nje zina kutoka Kenya, Burundi, kokote kule eh, unaweza kuona mitandaoni kupitia redioni watu wanaongea, na sasa hivi tunaongea tunasikia sauti yangu Kizungu anaongea juu ya Tanzania. E, hilo halina tatizo isipokuwa hilo ulioanza e, mwanzo kwamba lugha e, sisi tofautiana kwenye na historia. Nasema hivyo miaka ya sabini na saba anafahamu Kizungu lipo uvunja umoja ule Jumuia ya Afrika Mashariki, ndege zikabaki Nairobi, treni kulikuwa na sintofahamu e, kulikuwa na media war kati ya Tanzania na na, na Kenya wakati huo wa kulikuwa hakuna wanaharakati. Sasa hivi ni wakati mwingine, tunaweza kuona wanaharakati, lakini Watanzania walivyo ni watu ambao namna yao ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya, kupinga huwa ya utulivu, very passive positive mm. passive. Wakati wa Kenya wako very militant kwa tabia tu A. lakini kwa, kwa, kwa namna hiyo na Githugu... Kenya tofauti na sisi tofauti na sisi wa, wa Kikuyu wakigombana wa wanarudi kwenye eneo lao Wajaluo wa wanakwenda kwenye eneo A. lao. Sasa maji hakuna na, kwa na pinga, muda, na muda na uko, tuna, tuna kwa vile muda muda turuhusu kwenda huko tunarudi kwa Gidhugu mwenye Gidhugu unajua anaitwa field marshal. Umezungumzia hapo kwa lugha ya kijeshi E, nimuuliza swali hili, kwa nini kesi ya Tundu Lissu ndo mzizi wa yote haya imevutia kiasi hiki hmm, cha usikivu hata kwa wanaharakati kutoka nje kama wewe? Ya kwanza niseme ya kwamba hapa Kenya tumekuwa kwenye mapambano ya kupata uhuru wa demokrasia wa kuzungumza, uhuru wa uhusiano, uhuru wa movement, na tunasema ya kwamba pia Tundu Lissu ni Mwafrika na tunasema ya kwamba kama vile tulivyokuwa hapo mwaka wa tisaini na moja tukipigania mambo ya vyama viwili, Tanzania pia washapigania wapate vyama viwili ama multipartism. Na Tundu Lissu kama mwafrika mwenzetu ako na haki ya kuongoza, maanake kisheria kunacho chama ambacho kinaitwa Chadema na chama cha Chadema kiko na uhuru wa kuendeleza sera zake katika nchi ya Tanzania. Mbona sasa tena ikawa ya kwamba huo uhuru umekatwa na Tundu Lissu akatiwa kizimbani. Kwa hiyo tunasema sisi kama nchi jirani na nchi ya jumuiya, jumuiya ndio inatuunganisha sisi wote, sisi wananchi kwa wananchi hatuna shida na mwengine. Wale ambao wanaungana kutunyanyasa ni wale wa, wa, wa viongozi, marais watatu haswa, Suluhu Hassan, William Ruto na tuko naye Museveni. Hawa watatu ndio wanaendeleza mambo haya, na ndio tukaona sisi wananchi, mbona jumuiya ikawa ni ya wale viongozi na sio ya sisi wananchi? Mbona ikawa wale wanakutana na kupigwa mapicha wakiwa pamoja katika nchi fulani, lakini sisi hatuna uhuru wa kutembea katika nchi za jumuiya? Kwa hivyo ningehimiza, ndugu zangu wa Tanzania, endeleeni kupambana, endeleni...